Ni Amen. Na ikiwa tuna nguvu miaka. Siku za miaka yetu ni miaka sabini, siku za miaka yetu, anamaanisha nini pale? Maisha ambayo unaishi duniani, tunaweza kuona toka kizazi cha kwanza, toka kizazi cha Adamu miaka ilizidi kupunguzwa siku hadi siku, na kwa sababu hiyo sasa Mungu anatoa tamko kwamba siku za mwanadamu siku za maisha ya mwanadamu ni miaka sabini, lakini anaendelea kusema kwamba ikiwa tuna nguvu ni miaka themanini. Unaweza ukatafakari unayo miaka mingapi leo? Aizo, unaweza kuwa na miaka hamsini, unakaribia kufika katika mpaka wako, unakaribia kufika katika eneo lako la mwisho. Wako ambao na miaka sitini, wako ambao na miaka sabini na tisa, wako ambao wana miaka 80, lakini kuna wakati ambao Mungu ameweka kuwa ndio mpaka wa maisha yako. Kwa hiyo ndio maana sasa ni muhimu kuweza kuelewa kwamba maisha yako yanapita kama mvuke, maisha yako yanapita kama mvuke. Leo hii Aiza ni kijana, wako waliokuwa vijana lakini leo hii ni wazee, nao wanafurahia ujana walionao leo, lakini hata wale wazee na wao walifurahia maisha ya ujana. Leo hii ukiwa na nguvu namna hiyo, Mungu anasema siku za miaka yako ya kuishi ni miaka sabini. Unaweza kutafakari na miaka mingapi sasa? Unaweza kutafakari na miaka mingapi leo? Lakini anasema ikiwa tuna nguvu ni miaka themanini, na kwa sababu huyo sasa nimetangulia kusema hayo, ili uweze kujua, ili uweze kuelewa kwamba katika siku hizo zikiwa zimewadia, zikiwa zimefika haujatengeneza maisha yako mazuri pamoja na Mungu, ni nini ambacho kinatokea? Kitabu cha Waebrania ile sura ya tisa a mstari so, wa ishirini na saba. Msomaji wetu akitusomea hapo tutapata faida zaidi kuweza kujua kwamba kama hatujatengeneza maisha yetu, kama hatujarekebisha njia zetu, kama hatujasimama kwenye mapenzi ya Mungu, wakati wa utakapokuwa tumeondoka katika dunia hii, tutasimama hukumuni. Bwana asifiwe leo ina miaka ishirini ni jambo zuri, lakini kuna watu ambao wanaondoka hawajafikia hata kwenye ukomo, hawajafikia kwenye, kwenye miaka ambayo imeamriwa katika Biblia. Wako wanakufa wakiwa na miaka arobaini, wako wanakufa wakiwa na miaka thelathini, wako wanakufa kwenye miaka hamsini, wako wanakufa kwenye miaka sitini, wako wengine wanazaliwa na kufa. Lakini sasa, Mungu anasema siku za miaka yetu ni miaka sabini. Hallelujah! Lakini ikiwa tuna nguvu ni i miaka themanini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya Amen. Somaji wetu anaweza kutusomea pale Waebrania ile sura ya tisa na ule mstari wa ishirini na saba Tusome. Haleluya. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Amen, Haleluya. Anasema na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja Hakuna mtu anayekufa mara mbili, lakini anasema na baada ya kufa ni hukumu. Hakuna majibizano pale. Kwa hiyo kama utakuwa umekufa katika dhambi, kama utakuwa umekufa katika maisha yasiyo mpendeza Mungu, kama utakuwa umekufa katika maisha ambayo si ya kitaua, unaingia hukumuni. Je, maisha yako, je, maisha yako yakoje? Sasa je, ma maisha no unayoishi ya yako vipi mbele za Mungu? Ni kwa namna gani unaishi kulingana na jinsi ambavyo Mungu ameagiza. Je, unaishi ukiwa unaandaa njia zako? Je, unaishi ukiwa unaandaa njia ya kufanya uingie katika uzima wa milele? Na ndiyo maana sasa ukiwa bado uko hai leo, ikiwa pumzi ya mwisho haijaondoka ndani yako, ukiwa bado una uzima ambao uko ndani yako, sasa ni wakati wa kutafakari sana, ni wakati wa kuliangalia jambo hili, ni wakati wa kutathmini maisha yako, ni wakati wa kuangalia kwamba pumzi yangu itakapoondolewa nitakuwa wapi milele? Nitakuwa wapi milele? Tunaona kwamba kuna sehemu mbili tu mwanadamu ambazo amewekewa kwenda na wengi wao wanazifahamu sehemu hizo. Sehemu ya kwanza ni sehemu, sehemu ya mateso ya milele na milele, ambayo ni jehanamu ya moto, lakini sehemu ya pili ni sehemu ya raha isiyokuwa na mfano wake, ni mbinguni au paradiso kwa hiyo sasa maisha yako ndiyo ambayo yatakuweka katika sehemu mojawapo. Maisha yako nayoishi maisha yako ambayo uko nayo kwa saa hii ndiyo yatakuweka katika sehemu mojawapo. Sijui saa hii sijui unafanya nini sijui katika wakati unatafakari nini. Tunapoangalia kwenye kitabu kile cha Yakobo ile sura ya nne ile mstari wa kumi na tatu, yako mawazo ya watu wengi sana wanatafakari ni kesho, nitaingia mji ule, kesho nitasafiri, kesho nitaanza biashara, kesho nitataka, nataka kujenga kesho, nataka kubuni mipango fulani mipango fulani fulani. Lakini nataka nikwambie ni, ni wachache sana wanaoiangalia na kutafakari kazi ya Bwana. Okay, ukiangalia kitabu hicho cha Yakobo inazungumza vitu vya muhimu sana, vitu vya ndani sana, ambavyo vimesitirika, ambavyo wanadamu leo hii wengi wanavitafuta leo watu wengi nyakati tulizo nazo leo wanahangaika navyo. Kwa hiyo ukiangaa kitabu kile cha Yakobo utaona utaona vitu hivyo. Bwana nakusii jioni ya leo, Bwana nakusii katika wakati wa jioni, zitafakari njia zako vizuri, zitafakari njia zako, mrudie Bwana, angalia mapito ya maisha yako, angalia jinsi unavyoenenda, angalia jinsi ambavyo unatembea katika dunia hii iliyojawa uovu iliyojawa mabaya iliyojawa uwasi. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Henoko akatembea pamoja na Mungu. Henoko akaishi kulingana na mapenzi ya Mungu, na Mungu akamtwaa Henoko. Alikuwa katika, katika, katika dunia. Henoko aliishi maisha ambayo katika dunia hiyo leo Mungu akampendeza. Lakini tunaona kabla hajampendeza Mungu aliishi katika dunia iliyojawa uovu aliishi katika dunia iliyojaa tukanaji, aishi kwenye dunia ya watu ambao wanaipenda dunia, lakini bado alionekana amempendeza Mungu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Hebu msomaji wetu usomee pale Yakobo ile sura ya nne na ule mstari wa kumi na tatu tasoma. Haleluya. Haya basi, ninyi msemao leo au kesho, tutaingia katika mji, tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima, mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida. Amen, haleluya! Kuna watu wanatafakari faida tu, kuna, kuna watu wanatafakari biashara leo. Kuna watu wanatafakari namna gani atakuza biashara yake, namna gani ataendesha mradi mpya, namna gani atasimamia kazi aliyopewa na bosi wake. Kuna watu wanatafakari hivyo kuna watu ambao wanata, wanatafakari kusafiri kila inapoitwa leo, lakini wanashinda kutafakari safari ya maisha yao. Wanashinda kutafakari siku moja nitakufa. Wanashinda kutafakari kuna siku nitaondoka katika dunia hii. Je, nitakuwa wapi milele? kusema eneo hili, ngoja ninukuu tena nikusomea andiko hili. Anasema haya basi, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa huko mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida. sale wa kumi na nne, walakini amjue atakao kuwako kesho. uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo, kisha unatoweka. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, amen. Asema ninyi ni mvuke unaonekana kwa kitambo na kisha unatoweka. Tunajua ndugu zetu wengi tulikuwa nao, lakini leo hii hatupo nao katika dunia hii. Tulio nayo wako wengi ambao tuliimba nyimbo nzuri, apumzike salama, alawe mahali pema peponi, lakini haujui wako mahali pema peponi kweli, au wako sehemu nyingine ambayo nimeizungumza, ambayo ni sehemu ya mateso ya milele. Bwana anapotupa nafasi ya kulisikia neno la Mungu jioni hii ya leo, anahitaji kuona tukifanya maamuzi anahitaji kuona kwamba tukifanya machaguo yaliyo sahihi, kwa sababu wakati unakuja kama vile mwizi ajavyo. Unaweza kuwa umelala, lakini ndio safari yako imewadia. Unaweza kuwa umepumzika, lakini ndio namna hiyo Bwana anaichukua roho yako, kama yule mkulima kwenye kitabu kile cha Luka, ile sura ya 12 na yeye alikuwa anatafiki anatafakari yayo hayo, alikuwa anatafakari yayo yale, kama jinsi ambavyo watu watu ambao wanatembea watu ambao wapo katika dunia hii wanatafakari maisha yao. Tunapoangalia kwenye eneo hilo sasa, kitabu kile cha kitabu kile cha Luka ile sura ya kumi na mbili na ule mstari uh, kuanzia wa kumi na sita hadi wa ishirini unaweka msingi pale, unaweka kitu cha muhimu sana. Mkulima mmoja alikuwa amelima shamba lake nzuri, alikuwa amelima shamba kubwa kabisa, akaanza kujiambia, kujiambia nafsi yake asema na vitu vingi vyema vingi sana vingi mno, na vitu hivyo nivyojiwekea kiba baada ya kuvuna baada ya kuvipata nitaiambia nafsi yangu ifurahi, nitaiambia nafsi yangu iburudike, nitaiambia nafsi yangu jishibishe kwa unono. Lakini Bwana akamwambia neno pale, kitabu cha Luka sura ya kumi na mbili pale, hebu tusomee mahali pale yeah. kuanzia mstari wa 16 hadi mstari wa 20 Kwaya nikusomea hapo sasa. Luka ile sura ya kumi na mbili mstari ule wa kumi na sita hadi ule mstari wa ishirini. Akamwambia misali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyaje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu nijenge nyingine kubwa zaidi na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu kisha nitajiambia e nafsi yangu una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi pumzika basi ule unywe na ufurahi sura ya ishirini na tisa lakini mungu akamwambia mpumbavu wewe usiku huu wa leo wanataka roho yako na vitu vyote ulivyojiwekea akiba vitakuwa vya nani moja. Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitawalishe kwa Mungu Bwana. s Wako watu ambao wanajiwekea akiba katika vitu vinavyoonekana. Wako watu ambao wanajiwekea akiba katika maisha yao, na ndio maana kuna watu ambao wanajiwekea akiba kwa watoto wao, kwamba akisoma atanisaidia, akisoma nitaishi maisha ambayo yana raha. Nita, n, n, n, nikisomesha ataishi katika maisha fulani, ataishi katika nafasi fulani nikiwa na kazi tamsaidia mtu fulani. Watu wanajiwekea akiba, kuna watu wanaweka hazina, kama jinsi ambavyo mtu anaweka hazina kwa mtoto wake, kama jinsi ambavyo mtu anaweka hazina katika duka, kama vile ambavyo mtu anaweka hazina katika shamba lake, analitunza, analipalilia, analilima vizuri. Lakini kuna watu ambao wanashinda kuweka akiba kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Haijalishi umeweka akiba leo haijerishi ulikuwa uh, bado haujajua kweli sahihi za maandiko, nukuu sahihi za kumjua Bwana, lakini siku hii ya leo ni siku maalum mno, ni siku ya kipekee sana, ni siku ya ajabu ambayo inajaa tukufu mbele za Mungu. Na kwa sababu hiyo sasa, hapo malizia neno la Mungu. Sasa alikuwa anasema, usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana haujui yatakayozaliwa na siku moja. Nikupe ushuhuda mmoja mzuri sana tajiri mmoja tajiri mmoja alikuwa alikuwa ni mkuu sana, falme mmoja alikuwa ni mkuu sana katika nchi. Na kwa sababu hiyo sasa, alikuwa amesoma, amefanikiwa, ana kila kitu alichokuwa nacho. Naweza kuona mtu huyo kwa profesheni yake alikuwa ni daktari, lakini bado mtu huyu hakujiandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Nini ambacho kilitokea? Tajiri huyu mwisho wake ulifika, mwisho wake ulifika. Tunaona tajiri huyo mwisho wake alifika. Tunaona aliugua ugonjwa ambao aliugua ugonjwa ambao ulimtesa kwa muda mrefu. Alitumia tiba za kila aina, lakini bado zile tiba hazikumsaidia. Na tunaona sasa mtu huyo baada ya kuugua kwa muda mrefu namna hiyo, waliitwa madaktari bingwa. Kumbuka huyu mtu alikuwa na uwezo mtu huyo alikuwa na mali, mtu huyo alikuwa na kila kitu. Aliita watu wenye uwezo, kila daktari bingwa ambaye ni bingwa kwenye tatizo lake aliitwa kwa ajili ya kushughulika na tatizo la yule tajiri. Bwana asifiwe. Lakini tunaona kila daktari alitumia uwezo wake, alitumia utashi wake, alitumia maarifa ambayo ameyasomea kwa ajili ya kumsaidia tajiri yule, lakini kilichotokea kila kila tabibu aliyefanya, kila tabibu ambaye aliyetumika kumsaidia yule tajiri hakuweza kunusuru maisha yake, hakuweza kusaidia maisha yake. Na kwa sababu hiyo, sasa wakati ukafika yule tajiri akiwa anakaribia kukata roho, akiwa anakaribia kuondoka, akiwa anakaribia kuingia katika sehemu yake aliyoichagua. Bwana asifiwe akiwa nakaribia kuingia katika sehemu yake maalum mahali ambako ameandaa kwa ajili ya maisha yake ya milele akawaita madaktari, akawaambia madaktari, ninaomba mjipange foreni. Wakajipanga wale madaktari, wakajipanga toka wa kwanza mpaka wa mwisho, na hatimaye yeye akatangulia mbele ya wale madaktari, akasema ninaomba nipate fursa ya kuzungumza. Akapewa nafasi ya kuzungumza akasema ni kweli kabisa niliwatumainia hawa madaktari kwamba watanisaidia katika shida yangu, kwamba watanisaidia katika ugonjwa wangu, lakini kila daktari, kila daktari niliyemwita alikuja kwa sababu ya uwezo niliokuwa nao wa kifedha. Kila daktari ametumia teknolojia yake yote, ametumia rasilimali zake zote za elimu, lakini hazijaweza kunisaidia. Neno la mwisho la wa ile mtu akiwa anakaribia kukata roho akiwa anakaribia kutengana na mwili, akasema ninajuta, ninajuta, maisha yangu yote nimepoteza. Nina ninajuta maisha yangu yote ya duniani, sikujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Leo ninakufa. Ningekuwa nimeweka patana na Mungu aidha, ningeondoka ningeondoka na mkaa mahali sahihi ambako panapaswa watu wengine waweze kuingia, na kwa sababu hiyo sasa Maya mara baada ya kuzungumza maneno hayo, yule daktari akamepoteza maisha, yule daktari akamepoteza maisha. Na nini ambacho nataka nizungumze na wewe sasa, kama jinsi ambavyo yule daktari alitumainia ufahamu wake mwingi, alitumainia uprofesa, alitumainia a, a, kiwango cha elimu alichokuwa nacho, lakini bado hakikumsaidia. Wewe ambaye alisikia neno la Mungu sasa hatujui ni lini umefika kwenye mpaka wako, hatujui ni lini utaondoka uta katika dunia hii, hatujui ni lini Bwana ataichukua roho yako. Lakini nataka nikwambie, unapaswa ufanye maamuzi leo angali bado ukiwa huko hai, angali bado Bwana hajaichukua pumzi yako ulio nayo. Tunaposoma kwenye kitabu kile cha Misali sasa, Misali ile sura ya ishirini na saba, Misali ile sura ya ishirini na saba, tunamalizia andiko hili, Misali ile sura ya ishirini na saba, maandiko yanazungumza kitu cha muhimu sana. Leo unajigamba kwa sababu ya afya uliyo nayo. Leo unajigamba kwa sababu ya uzuri uliyo nao. Nataka nikwambie kwamba walikuwapo wazuri kuliko wewe ulivyo leo, walikuwapo mahandsome kuliko wewe ulivyo leo, walikuwapo watu wenye uwezo kuliko wewe ulivyo navyo leo. Nataka nikwambie kwamba vitu vyote ulivyo navyo, vyote ulivyo navyo, ni vitu ambavyo ni vya muda tu. Wewe utaondoka kama mvuke utateweka kama jinsi ambavyo jani jani linavyonyauka linavyo linavyo. Leo hii aweza kuwa una chanua, una maisha yaliyo mazuri, una maisha yaliyo jawa baraka, una maisha yaliyo jawa neema, lakini mustakabali wako na Mungu ukoje? Maisha yako pamoja na Mungu yakoje? Hapo angalia andiko hilo. Sasa kitabu kile cha Misali ile sura ishirini na saba na ule mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi, usijisifu kwa ajili ya kesho. Usijisifu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kesho. Kuna watu wanasema mimi nitaokoka nikiwa mzee. Sasa hivi ni muda wa kutafuta hela. Ah, nasema nitaokoka baada ya miaka kadhaa sio leo. Ah, siwezi ni niache dance ni. Niache kwenda disco. Niache kula bata. Niache maisha mazuri. Ah, nitaokoka baadaye sio leo. Lakini haujui siku yako ni lini. Haujui wakati wako ni lini. Mungu atasema tusijisifu kwa ajili ya kesho. Haujui anayezaliwa na siku moja. Bwana asifiwe, amesema usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana haujui yatakayozaliwa na siku moja. Ni siku nzuri kwa ajili yako. Aiza ulikuwa na waza nitafanya maamuzi kesho. Aiza ulikuwa na waza mimi nitampokea huyo Yesu anayemzungumza siku nyingine. Aiza ulikuwa na waza kwamba ah, ngoja kwamba niendelee kudunda kidogo, siku zijazo nitafanya maamuzi lakini Bwana nasema saa ya wokovu ni sasa, sio jana, ni sasa wakati hu ambaalisikia neno la Mungu. Mungu anahitaji ufanye maamuzi yaliyo thabiti. Mungu anahitaji ufanye maamuzi yaliyo wazi, yaliyo sahihi, kusema kweli, niko tayari kumpokea Yesu leo, aye ni Bwana na mokozi wa maisha yangu. Kama uko tayari katika jioni hii ya leo, kama nasema nimekubali, nimekubali mwito mkuu wa wokovu patisha maneno ya badala yangu. Sasa ninahitaji ni kuunganisha pamoja na Bwana, ninahitaji utengeneze njia.